Aaao, alafuatainataka bi mambo ya kiroho yanataka imani, lakini mambo yanataka akili. Mtu ukimwambia labda bwana invest kwenye Mungu au au hiki na hiki kuletee matokeo mm. hii

Yeah, kwa sababu unaweza ukamwelezea kwamba nimefungua tu they alfu spirituality tracking yake ni, kuna ziku nilikua napita sehemu moja naendesha pikipiki yangu nikapita bajaji shwa, ikaja ikakaa mbele huh? Ndipo pale imeandikwa hivi, wakimjua bosi wako umeisha. mm -hmm. okay. It means that's a humanity kwamba mimi nafanya kazi under somebody hmm. so, mtu anaanza kuja contact kwa sababu yeah. yeah. even my friends don't understand. so marafiki zangu ndio hata ndugu zangu zangu. okay. Yani, miongoni mwa watu ambao wananifahamu mimi ni kuna watu wachache hmm. specific, na kwa sababu za Mungu mwenyewe kwa hiyo unakuta ni ngumu mtu kukuelewa, kwa sababu you are not living kwa kutumia principles za kidunia. yeah. ni yani, za okay, move spiritually unakuwa una <laughs> <Yani, upepo, laughs> yeah. una, unatembea kama upepo. kuna mtu kuna mtu alikuwa ananihoji siku kama mbili tatu, ananiambia, okay, so what are you doing now? Nikamwambia, okay, kuna organization moja. Akaniuliza, ah, ipi? Akawa anafikiria it's like an NGO, au kitu kama hicho. Nikamwambia okay, I'm working for the living God mm. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nikamwambia working for the living God, nikamwambia <laughs> chaba okay, <laughs> like, like, <laughs> lakini mda huo anakuwa anakuona kama mtu ambaye unajaribu kumficha kitu, yeah. Oh, yeah. Lakini ndo tayari unakua umemwambia ukweli. Lakini ukweli kuna nani moja wanaita, yeah. Kuna field moja wanaita metaphysics mm. Metaphysics. Na yeah, vitu vingi ambavyo viko, kuna kachipu amebachikiwa ka shetani aweza <laughs> yaani kuficha kwa sababu shetani yeye siku zote hataki utukufu uende kwa Mungu. Yaani kuna namna anatamani kalika utukufu kwa mungu aende kwake, kila kitu ambacho kinafanyika na inaofanya kazi duniani. Yaani anachokifanya yeye kwamba

wa sisi kikosea sasa kutokana na hii fl ambayo Mungu ametupatia watu wengi wana Wana, wana, unajua kitu tu ambacho kinaonekana kupatikana ni rahisi, watu woga wanaona wana take hizo kwenye. Kama nani juzi, nahisi kama somo, nikaa namwambia hivi kwamba mimi nimeshaona ahadi nyingi sana za kidunia ambazo zina Zina, ma, zina zina, zina hope ya kutimia yeah. Yani zinaonyesha kabisa matumaini kwamba na kila dalili kwamba kabisa hichi kesho kinakuwa yeah. Sijui umeona, na nimeshaona ahadi nyingi sana za Kimungu ambazo a yeah, yeah. Yani hamna yeah. hata matumaini <laughs> lakini mwisho wa siku ahadi za Mungu zinakuja zinatimia yeah. kwenye njia ambazo hazielezeki lakini mm, ahadi za kidunia zinakuja ah, kufade out kama yeah, zinaisha haraka sana mm, na actually ni kweli. Yaani ukitaka kujua hicho kitu kama kinaweke anaota ndoto utakuwa mtu mkuu. Hmm. na kabisa amtamsujudia Anaenda namwambia mzee wake, nimeota baba. Akaniambia we, kusujudia unaota unahitaji ndoto kama hizi ni nini? Kaza baba, ilikuja tu yenyewe. samani mdasi naiweka kwenye staili ambayo tungeiona kwa saizi, ndiye aliielewa na nadhani alivyosikia habari amekufa ilimfrustrate sana, lakini alikuwa hajaamini bado kama mwana amekufa. Mavazi kunakuwa na, there is something about garments. Okay. Garments ni mavazi na even ukizungumzia watu ambao wamepata neema ya kufahamu administration ya angels huwa mm. wana mavazi tofauti tofauti mm. mm. kuna mavazi tofauti tofauti hata ukisoma uki, uki, uki Ufunuo okay. wa Yohana utaona wale watu waliopo mbinguni walikuwa wakielezewa according to different kind of garments. si umeshaona, hata Yesu alielezewa kwa garment ya namna fulani. Siku moja nilikuwa nazungumza na mtumishi mmoja wa Mungu. He's my brother. Oh, yes. ananiambia anani, anani, okay, about the garments na nini akanifundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho. tunaweza kujifunza mambo mengi. Cha kwanza ni kwamba hauwezi ukavuka stage nyingine kama umejishikilia kwenye stage uliyopo. Yeah. Yeah, no, boy, inatakiwa kwanza yeah. Uachilie ulicho nacho ili uweze kwenda kunachofuata lakini pia Mungu kama akakuchagua mm, popote utakapokuwa unapita, hata kuacha ukae tu kawaida. Yeah. <laughs> Kila alipokuwa anaingia, kila alipokuwa anapita Yusufu alikuwa akipita kama mfalme. Kabla kwa sababu Yusufu alikuwa waziri mkuu and everything was chini yake. Alikuwa yeah, kama mfalme. Unaona? Okay. Eh? Kwa hiyo kuna wafalme direct na wafalme spiritual. Yeah. Ndio tunasema kwamba watu wanakosa, wanaangamia, wakosa maarifa. Yeah. Kwa hiyo nikirudi kwa Yusufu ni kwamba

Mbale usupo wameota ndoto. Yes. Paku not yes. Ingetokea opportunity. Yeah. Yes. Yusufu kamu umeteuliwa kuwa nini na nini na nini. Mm. -hmm. Nina, very easy. Yes. Na angesema this is it. Mungu yeah. Ameitimiza yeah. Very chap mm. -hmm. Kitu kinaharibika. Yeah. Lakini there was a reason. Paka, yeah. Paka kikawa. Kikawa. Mm -hmm. Ni mlolongo mrefu. Hata Abraham jamani kila mm -hmm. siku naidiwa mtoto. <laughs> Mataifa. Uh, Aku na mtoto mmoja. Oya. Nyata. Nyata. Umeongea kitu umeongea kitu kimoja, uh, kumjua Mungu ni chanzo cha maarifa yeah. I was making some questions nasema mm, kumjua Mungu ni chanzo cha maarifa, halafu mm, watu wangu wanaangamia kwa kukosa. Kwenye hii question, kumjua Mungu ni chanzo cha maarifa, halafu hii question nyingine nasema, nasemaje, watu wangu <coughs> wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo kumbe <coughs> watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa alafu <laughs> jikosha nyingineasikumjua Mungu ni chanzo cha maarifa, kwa kumbe watu wanaangamia kwa sababu sabu hawamjui, watu wangu wanaangamia.